Habari za asubuhi ndugu zangu, naitwa Meshack Mathias kawa na migomba. Namshukuru Mungu ambaye amenijalia siku njema leo kuwepo mkoa wa Iringa toko Iringa, na nimekuja kwa mteja wangu ambaye nimekuja na, na prodakti zetu tatu. Nimekuja na miche ya migomba hizi aina ya FHIA namba kumi na saba hizi hapa, tukaje pia na miche ya kahawa hii hapa, na tukaje pia na miche ya vanila hii hapa Iringa, kwa hiyo katika mazingira ya Iringa nachoamini kwamba hivi vitu vyote vinawezekana kustawi, lakini tulichokuja zaidi ni kupeana elimu zaidi, kwamba na uzoefu kwa namna gani tunaweza tukavilima na vikaweza kufanya vizuri. Leo ni Mei Mosi tumefika hapa Iringa kwa ajili ya kazi hiyo. Nawashukuru sana Tanzania kwa support yenu. Tunaangalia namna bora ya upandaji wa migomba hizi FHIA namba kumi na saba. Nachoomba niliwe na samadi kama debe mbili kwa kwanza nazo alafu kisha kuwa na samadi na mbegu yetu icho migomba, vyote tutavifanya kwa pamoja. Asante. Tunachimba shimo dogo namna hii Watu wengine wanasema kwamba tuchimbe mashimo marefu sana, mapana lakini, kwamba kulingana na ukubwa wa mbegu zetu, tunachimba mashimo madogo, halafu ndo tunakuja samadi. Hatuchanganyi, tunakuja kulishia na samadi, kwa sababu, kwa sababu, kwa sababu utakapokuwa umeweka samadi vyote kwa pamoja, kuna uwezekano wa ile samadi kuja kuunguza ile migomba. Kwa hiyo tunachukua huu mche wetu tunauweka ndani. Tukishauweka ndani, tunauzika kwa namna hii jinsi ilivyokuwa inalingana. Sasa tunauzika kwa namna hii, tunaacha tu kikonyo hiki kinakuwa upande wa juu. Tukishacha hiki kikonyo, then tunakuja kwa juu, tunakanyaga kulia kushoto, ikiwezekana pande zote panakanyagwa, ili sasa tunakuwa na uhakika kwamba mche wetu umepandwa vizuri. Hata mtu akijaribu kungoa, inakuwa ni vigumu kwa sababu ukipanda shimo, ukiweka shimo kubwa, mwisho wa siku utakanyaga, kwa hiyo udongo utashikana vile vile ilikuwa inakuwa hivyo. Tukishamaliza sasa tunaruka upana wa futi moja. Futi moja kwa asili huwa ni kama namna hii kwa maana upana wa rula moja. Eneo hili afu tukishafika hapa tunaruka sana upana wa futi moja ambayo inawezekana kuwa futi moja au zaidi kulingana na upana wa, au ukubwa wa samadi tuliokuwa nayo. Kwa hiyo tukishamaliza kuruka hii futi moja ya kwanza tunachimba shimo kuzunguka lile eneo letu sasa. u kama unavyoona au kama tunavyoona, mche wetu ni huu hapa. Tumetengeneza shimo pembeni. Tukishamaliza kulitengeneza sasa, tunachukua samadi yetu jini ya ng'ombe, imechanganyikana na ya mbuzi kiasi Sasa kulingana na ukubwa au yes, uwezo wa idadi ya samadi tulionayo, ndio upana wa shimo tunalolitengeneza. Kwa maana kwamba tunaweza tukaweka eh, yes, kama kuna samadi nyingine niletee, tunaweka walau debe mbili. Tunaweza tukaanza na debe moja au debe mbili mpaka tatu, kulingana na uwezo wa samadi tulionayo. then tukishamaliza kuweka kama inavyokuja tutaweka, tutamaliza then tutaoneshana. Asante.